nipa nafasi hii ya kusimama katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo, assalamu alaykum. Kwanza kabisa napenda kujitambulisha majina yangu, ingawa mheshimiwa mwenyekiti amenitambulisha kwa majina yangu, ninaitwa Veronica Charles Tyeah. Ni mgombea wa kiti hiki cha spika wa bunge la Jamhuri la Muungano wa Tanzania, lakini pia nimeambatana na wageni wangu ambao ni katibu mkuu wa chama cha NRA pamoja na dada Jacqueline ambaye niligombea naye nafasi ya ubunge katika chama cha NRA, yeye ni aligombea jimbo la Ilongero. Nitapenda kusema lililonisibu na kuona kwamba nafaa kugombea kiti hiki cha spika wa bunge. Nitakapopata nafasi ama nitakapoteuliwa kuwa kama spika wa bunge, nina mambo makuu matatu ambayo natakiwa kuyafanya kama spika wa bunge. Kipaumbele changu cha kwanza, nitahakikisha kwamba ninaliweka bunge katika usawa, na bunge hili liwe ni bunge la wananchi na liwe bunge lenye sauti ya kusikilizwa na wananchi, ili kuweza kuleta mabadiliko chanya katika taifa letu la Tanzania. Lakini namba mbili nitatamani kutoa kambi rasmi ya upinzani na kuweka kambi rasmi ya majadiliano, ili majadiliano haya yawe na tija na kubadilisha taifa letu na kuliweka katika umoja na mshikamano. Lakini namba tatu, ninatamani nitakapopata nafasi ya spika wa bunge, nitatumia slogani inayosema taifa kwanza, vyama baadaye, nikimaanisha kwamba slogan hii imebeba ujumbe mzito sana. Endapo tutaitumia, tutakuwa mfano wa kuigwa, kwa sababu imebeba ujumbe mzito. Tukitanguliza taifa, tukaacha tofauti za vyama, tutajenga taifa lenye usawa na taifa bora, kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru sana. Samahani mwenyekiti, kama nitaenda tofauti na utaratibu, lakini nilisahau kupongeza bunge hili kwa kuteuliwa na wananchi, lakini pia nampongeza Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa ni role model